Usisahau kusubscribe kulike na kucomment katika channel hii. Kama mnavyoona hapa mbele, hiyo ni shamba la ufuta, na muda huu vijana wanapanda ufuta. Kwa hiyo, ngoja tuwakaribie tukapige nao stori, nikawasalimie wadogo zangu wanalima ufuta, na kwa maana wanapanda kwa wale, huu ni muda wa ufuta, kwa wale ambao nahitaji kulima ufuta muda ndoupanda ufuta avuli, kama mnavona mashima yo, eh, shima shima ani mashima anapanda ufuta. Tawasalna, mambo ujambo? Nanaona unatembea na unatembea na dada zako na kaka zako. Mm, unapanda ufuta uongo. Sasa mbona upandi sasa? Waalaikum salaam. Mzima em, wewe mstari wako upo wapi? Maraba wewe mstari wako upo wapi? Hiki ndio kidude hiki, anatia ufuta humu, afu natoboatobo huku juu huku, wanatia ufuta humu, afu baadaye ufuta, afu ufuta na miminia imu nami, ngoja nipande. Kwa nini unaelekea huku sasa? Ngoja sa. Nami nije kupanda aaimunanicheke nisaisumeke hey. Ufuta tamisi eh? Hmm. Nitatia mwingi mwingi hmm. Hmm. Una mwanzo ufuta wewe, acha mapepe sasa. Mme kena, kena vipi kama mpunga sasa? Hmm. Ata mpunga unakena kimstari hmm? lakini ndio hivyo kenda numpate ufuta mwingi ila me, mekena vibaya ah. <laughs> Ah, tasali na jochukue funi ufuta wako sasa. Aya ah, mtoto hicho kinajifunza kupanda. Endelea kapande salama. Shikamu salama, kwema Haya, tumekuja kuwatembelea na kuangalia mnapopanda ufuta. Mandhari ya kuvutia, kule kilima kizuri.

nafunga chupa kwenye mtu kusogea. Haya, asanteni kwa, kwa, like, e, kwa, kwa muda wenu kwa video. Kama hizi za kilimo, endelea kusubscribe ili kupata notification bell za kila siku.